Sisi wananchi wa jimbo la Malindi, kwa bahati nzuri, mheshimiwa ni mzaliwa katika jimbo hili, sababu kwa sababu marehemu mzee Ali Hassan Mwinyi ameishi Makadara na baadhi ya wanawe wamezaliwa hapa Makadara. Kwa hivyo tunamkaribisha aje tena hapa, na tuna hamu naye sasa aje ili tu atushajijishe kisiasa na nasi tumpokee yale ambayo atatuagiza, na tumpongeze hasa kwa yale anayofanya, na tumpe moyo nukuja, na miaka mitano mingine inayokuja, na tunaahidi kwamba sisi sote tunampa kura bila wasiwasi wowote. Basi tunamwahidi tunampa tena miaka mitano mingine, kuna heri zaidi nyingine ambazo tunategemea atatufanyia kama wazee. Sasa karibu uje kwenye jimbo letu la Malindi, tuko tayari kukusikiliza. Iditu, na tunaahidi tu tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tutatia kura ya ndio. Oktoba tunatiki.